Dunia imeshuhudia matukio mengi ya kusikitisha katika historia yake. Lakini matukio matatu, vita ya pili ya dunia, janga la homa ya Kihispania na janga la njaa la China ndiyo yaliyobeba rekodi ya vifo vingi zaidi kuwahi kutokea ulimwenguni. Ingawa matukio haya yaliyotokea miaka mingi iliyopita, athari zake bado zinaendelea kuathiri jamii ya sasa kiuchumi, kisiasa na kisaikolojia. Ni kukaribishe katika chaneli yako pendwa ya Kagezi TV. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kisha ukiwa umetulia moja kwa moja ni kupeleke hadi katika vita ya pili ya dunia iliyotokea mwaka 1939 hadi mwaka 1945, dunia ilipogeuka kuwa uwanja wa damu. Vita hii iliyohusisha mataifa zaidi ya 30 ilisababisha vifo vya watu zaidi ya milioni sabini, mbali na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Vita hii iliathiri sana maisha ya mamilioni ya watu waliopoteza ndugu, makazi, kazi na matumaini. Katika jamii ya leo, kumbukumbu kumbu ya vita hiyo imebeba somo kuu juu ya umuhimu wa amani, mshikamano na diplomasia. Mataifa mengi yameanzisha mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa, UN, kwa lengo la kuzuia migogoro ya kijeshi inayoweza kugeuka kuwa maangamizi ya dunia. Janga la homa ya Kihispania iliyotokea mwaka 1918 hadi mwaka 1919, mafua yaliyotikisa dunia kimya kimya, zaidi ya watu milioni 50 Walipoteza maisha kutokana na homa hiyo kali iliyoua kwa haraka na ikaleta taharuki duniani kote. Wakati huo, dunia haikuwa tayari kukabiliana na mlipuko wa kiafya wa kiwango hicho. Leo hii uzoefu wa homa ya Kihispania umechangia kwa kiasi kikubwa katika uimarishaji wa mifumo ya afya ya umma duniani. Wataalamu wa afya wamekuwa wakitumia historia hiyo kama rejea ya kujiandaa na milipuko kama COVID-19. Mafundisho haya yameboresha ufuatiliaji wa magonjwa, usambazaji wa chanjo na kuelimisha jamii kuhusu usafi na kinga. Janga la njaa la China lililotokea mwaka 1959 mpaka mwaka 1961 ni miongoni mwa matukio yaliyotokea na kuacha machozi mengi kwa watu mbalimbali mbali. Watu walikula mizizi ili kuishi. Mpango wa kisiasa uliolenga kubadilisha uchumi wa China ulisababisha njaa kali iliyoua kati ya watu milioni 15 hadi 45. Serikali ilificha ukweli na wananchi wengi walikufa kimya kimya kwa njaa. Kwa sasa tukio hilo linafundisha dunia kuhusu umuhimu wa uongozi bora, usimamizi wa chakula na uwazi katika taarifa za uchumi. Mataifa mengi yameanzisha mifumo ya akiba ya chakula na kushirikiana kimataifa kuhakikisha jamii hazifi tena kwa njaa. Athari kwa jamii ya leo, matukio haya yameibua hali ya tahadhari maendeleo ya teknolojia ya afya na silaha na kuzaliwa kwa taasisi zinazolinda haki za binadamu. Wanafunzi wanayafundishwa mashuleni, viongozi wanayalejea kwa maamuzi ya kisera, na wanajamii wanayatumia katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto kama vita ya Ukraine, migogoro ya Gaza, mabadiliko ya tabia ya nchi na magonjwa ya milipuko. Historia inabaki kuwa dila ya kuongoza kizazi kijacho ili kisirudie makosa ya nyuma.